gani? Mpenzi mtazamaji wa EPA TV, namni mb Babasha mwana wa Ezekiel Baba, for life monster, God of Bembe. So uh, leo ni siku njema ambao tumejisogeza mpaka hapa ambapo wa kizazi kipya anafanya michi anafanya fanya mgao mga wa vitu mbalimbali kwa watu wa mahitaji maalum, watu wenye mahitaji maalum. So ana kundi mzima. Uh, ninachoweza kuongea mdaoni kwamba uwe nami mwanzo mwisho, ili ujue ni nini ambacho amekuja kugawa uh, na ni nani ambaye amemtuma aje agawe. So mpaka hapo mimi sina la ziada na kuambia kwa kwamba uwe nami mwanzo mwisho wa kipindi hichi. Asante uh, ili upate kujua habari bro Uko fresh? su sure. So tumekukuta kwenye mgao ungetuambia nini? Ah, ni kweli nipo kwenye mgao tu, mm. tuseme tu kwamba sisi ni watu wa huduma wa dada wetu wa dada wetu mm. Bora Bora kwa hiyo tunatoa huduma mm. kwa kwa wale ambao walengwa kama PCN. Okay, ambao ni walengwa ma, maalumu zaidi. mm -hmm. kwa hiyo hao kidogo ndo anaweza kusema hao ndo tunafanyaje, mm -hmm. tulitolea huduma. mm -hmm. kwa hiyo huduma huo ulitolewa na dada yetu, kwa hiyo sisi tunaenda kufanyaje, mm -hmm. kuwakilisha, nawakilisha. yeah. Ah, tulifikiri kwa kwamba wewe Jackson wa kizazi kipya ndo uliandaa vyote, kumbe kuna, kuna mtu nyuma yenu ambaye amewaagiza eh. ni kweli kuna mtu ambaye yupo nyuma, mm -hmm. kafanya hiki. ah. maana sio rahisi. mm. e. mm -hmm. ah, na mgao umefanya kugawa nini na nini hapa? Tumegawa ni mchele pamoja na sabuni kama unavyoona na wote mm. mm -hmm. ah, timu nzima ambao umeongozana nao hao ah, ah, ah, ah, ah, ni wa ni wahusika tu ili kundi la kuja kugawa hiyo misaada au ndo unafanya nao filamu tena wao? Hapana, hawa ni wahusika tu ku, wa ugawaji wa hiyo misaada ni okay. Tuseme maana zoezi hili halitokuwa ndo mwisho. mm -hmm. Ni zoezi ambalo litakuwa endelevu. mm -hmm. E, endapo kama Mungu ataendelea ata kumsaidia huyu mwanadada. mm -hmm. Mm. Na hii ni mara henu ya ngapi tunaweza sema? sio mara ya kwanza? mm -hmm. Ashawahi kufanya hivi tena? mm -hmm. A, mm. Mm. Basi vizuri sana. Uh, leo tumemkuta wa kizazi kipya anagawa misaada uh, kama alivyoelekeza hapo awali. Yeah. Wa kizazi kipya, wewe umezoeleka kama msanii mashuhuri kabisa hapa kwenye mazingira yetu ya Nyarugusu. mm -hmm. Ambia watu kidogo kuhusiana na hiki kitu ambacho umejitolea kukifanya kwa ajili ya leo. Uh, kwanza niseme tu ni, ni, ni, ni jambo jema kwa sababu uh, na sio jambo rahisi. Ni kwanza utoaji ni moyo ujue hivyo eh. mm -hmm. Sio kila aliye na moyo wa kutoa pesa kuna walio walionazo. Wengine wanafanya kwenye mambo yao tofauti, hmm. lakini wengine pia wanashindwa kuwakumbuka wengine, maana ukijua au ukilinganisha kuna baadhi ya watu tumepishana tabaka, kuna wale waliokuwa na uwezo na wengine uwezo hamna. Kwa hiyo kile kidogo ukikitoa kuwasaidia wasiokuwa na uwezo, jua kwanza, moja kati ya vitu ambavyo najichotea kwa Mungu ni baraka tele sana, ambazo ni kubwa sasa kuna wengine hawajui hicho, mm. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu kuweza kugundua huo upenyo wa kuchota baraka kwa Mungu kupitia kutoa nini msaada kwa wasiojiweza kwa, okay. Hiyo mi ni washauri tu watu na chochote kile usisite kuweza kutu, kutuona au kutuangalia sisi watu wa huduma tutasaidie na huduma yako au msaada wako utawafikia watu husika. Yeah, navyovifanya ni nguvu binafsi, maana wa kizazi kipya unaweza, kila mtu anaamini kwamba unaweza ni nguvu mm, binafsi, au unasimama kama mgawaji tu kwamba akipatikana mtu mwenye huruma anatoa, unasimamia mgawa. Naweza kusema mimi nimesimama kama mgawaji, lakini mm, pia natumia nguvu, maana <laughs> ili nitoke nilipo nije, mm, ni nguvu pia ninazozitumia, ja, umeona. Na hey, kwa hiyo kwanza ni kujitoa. Kuna mwingine msaada unaweza ukaja akaubinya akaula peke yake, umeona hmm, aka, akautumia tofauti na ilivyo ilivyo ilivyo ilivyotakiwa. Sasa sisi tumeamua kufanya kile ambacho mtu ametuma, na uende ufikishe kabisa hmm, kwa wale wahusika hmm. Na hiyo ndio kitu muhimu, maana mwenye baraka zake mpeni baraka zake. Sasa kwa nini mnazizuia? hmm. eh. Asante yeah, sana pezi mm. mtazamaji, mimi mpaka hapo sina la ziada mm -hmm. Bado mi nina maswali kuhusiana na hili nililoliona hapa, so a, so kawaida hapa kwetu kuona masta kama hawa wakifanya hii migao mara kwa mara, ijapokuwa wanaweza wakawa napata lakini wakawa naitumikisha tofauti. Ningetaka kulizia hii <coughs> misaada, hakuna mtu ambaye waliwahi kukutajia uwe naye katika ugawaji huu we ukakataa? Hapana, n na, mm -hmm. E, na kitokea siwezi kukataa, maana ni kazi, lazima tujitolee ili kuwasaidia ndugu zetu. mm -hmm. mm. Kwa hiyo inge, ingehitajika gatuswanyangamwe naye kwenye mgao, ungekuwa naye ah, si kawaida sasa. Kwani shida nini? mm -hmm. E, e, naye pia ni binadamu kama mimi, na kama uwezo hupo yeye naye kuja kufanya kuchangia au kutembea kuangalia ndugu zetu na kuwafikishia misaada yao. mm. sioni kama kuna ubaya. Ah. Kwani kwenye msaada na hilo linahusiana nini? Ah, <laughs> ni vitu viwili tofauti. Unajua, hey, kuna bifu huwa zinatembea na damu na maji. Ah, wanaona bifu ni nyie. Mm -hmm. Eh, ila sisi hatuna hizo. Ah. Okay, mm. Basi vizuri sana. So ningetaka kuulizia uh, nje kidogo na hii migao ambayo tumekuta unagawa leo, maana leo ndio tumekukuta jimbo, tunaweza tukasema kwa upande mwingine. So majuzi kati ulionekana studio na Bella Mimuka, unaweza ukawaambia nini kwa watazamaji? Ah, ndio, ni kweli tulikuwa naye lakini tulikuwa tunafanya kazi zetu za kawaida za kila wakati, mm -hmm. Kwa hiyo uh, si kitu cha ajabu kwa sababu sio mara ya kwanza mimi kuweza kufanya kazi naye, mm hiyo -hmm. Uh, tulikuwa studio, tuna tulikuwa tuna rikodi ngoma kwa, mm, kwa watu wa Kateshen hiyo. E, ni ngoma ambayo itaenda kwenye EP yake ya yeye Belamimuka, kwa hiyo ni hivyo. Okay, basi vizuri sana. So ugawaji wenu wa, wa migao ni kero gani ambazo ushawahi kuzipitia? Kipindi mnakuja na kundi lako nzima uh -huh. Uh, mimi sio, ni kama kuna changamoto uh -huh. Dhidi ni tunajifunza, tuna, tuna kuweza kufika kwenye muda mwafaka okay. Yani ule muda ambao sisi tumesema uh -huh. Ni vizuri tuka tukafika mtafika, kwenye muda huo huo mm -hmm. Kuliko kuweza kuchelewa au kuwachelewesha watu zaidi okay. na unajua kuna mtu unaweza kumwambia bwana nakuja saa tisa afu mtu huyo saa tisa mm. yeye ashakuwa saa nane, mm. yeah, saa nane ashakuwepo kwenye sehemu ya tukio sasa okay. wewe ndio kwanza hiyo saa tisa hujaja mm. saa kumi imepita haujaja, ni kama vile eh, kama kumdharau fulani yeah. mtu kwa hiyo eh, sisi tunajaribu kuboresha ule muda. Ukishaambia mtu bwana nakuja saa nane na hiyo hiyo saa nane kweli ndio nafika eh. A, basi vizuri sana ningependa kidogo wa, waache na neno moja wa wapenzi wa watazamaji. Ah, kwanza niseme nawashukuru sana watu wa media kuweza kutembea nasi mm. na niwaambie tu na nyie pia ili zoezi la kutembea nasi lisiishie hapa mm -hmm. tunapokuwa na uhitaji wenu muwe mm. tayari kuja mm kutembea na sisi ili kuweza kugawa misaada kwa ndugu zetu ah. Pia ambaye aje subscribers kwenye chaneli hii, hii hmm, aweze kufanya hivyo, ili mradi aweze kuona yaliyo mengi, maana media hii hmm, ni yetu sote. Basi <laughs> mpaka hapo mpenzi mtazamaji, mi sina la ziada, asanteni uh.